Aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga alifariki dunia nchini India alipokuwa akipokea matibabu ya tiba asili ya Ayurveda. Odinga alifika katika eneo la Koothattukulam, jimbo la Ernakulam huko Kerala, India, siku sita zilizopita kwa ajili ya matibabu, hali ambayo ilizua gumzo kubwa nchini Kenya, huku taarifa mbalimbali kuhusu hali yake ya afya zikiendelea kuibuka kwa mujibu wa taarifa za polisi nchini India, Odinga alikuwa kwenye matembezi ya asubuhi akiwa ameandamana na dada yake bindi yake pamoja na daktari wake binafsi alipokumbwa na matatizo ya kupumua na kuzirai majira ya saa moja na dakika 45 asubuhi. Alikimbizwa katika hospitali ya kibinafsi iliyo karibu, lakini hali yake iliendelea kudorora na hatimaye akafariki dunia. Kifo cha Raila kimetokea wakati ambapo chama chake cha chungwa ODM kikiwa katika maandalizi ya kusherekea miaka 20 tangu kuanzishwa kwake, sherehe ambazo zilipangwa kufanyika jijini Mombasa. Wananchi wengi walipokea taarifa hizi kwa mshangao mkubwa, wengi wao wakimtambua Odinga kama shujaa na mwasisi wa harakati za kidemokrasia hapa nchini Kenya. Huyu ni shujaa katika shujaa, huyu ni shujaa, hii ndio simba kwa kweli ni pigo kubwa kwa chama la ODM na kwa taifa la Kenya. Hakuna kiongozi atafika kwenye huyu jamaa amefika. Huyo mzee amepigania mambo nyingi sana, kama unaona hata hii saa hii kuongea tunaongea hii, ingekuwa ni wakati yingine zile tukikua tuchanyanyuliwa, lakini saa hii tuko na uhuru ya kuongea sababu ya mzee. Kenya imepoteza nyota kubwa sana na haswa sisi watu wa mkoa wa magharibi uchungu ambao tumeuhisi, sijui ni nani atakaye plei hiyo rol ambayo mzee amekuwa akiplei Kenya. Tumebakia na pengo kubwa na ni huzuni mkubwa kabisa, ambapo tumewachwa kama yatima, haswa wale wafasi wa Raila, wanachama wa ODM kama mimi wengi kabisa tumebaki na pengo kubwa hakika. Katika kifo cha mzee wetu Raila Amolo Odinga, nimehuzunika sana sana kama raia huyu mzee amekuwa kiongozi mzuri, mzee ambaye ameacha legacy katika Bungoma mzima. Ni mtu mshikaniki, alikuwa anashikanisha kila kabila, haswa jamii ya Mlembe. Sisi bila huyu jamaa hatukumbuki katika enzi zetu tukumbuke mtu kama eh, Elija. Hakika huyu mzee sahi niko, niko na uhake kwamba hatutaipata na mtu mzuri kama huyu, hatutaipata kiongozi mzuri kama mzee Raila. Mimi kama binafsi dereva Bungoma, namwombea heri mahali ambapo anaenda, Mungu amfungulie njia zake. Nisikia papa ametuacha, niko na huzuni. Upande nyingine papa alikuwa anatusaidia wakati ingine, papa alikuwa anatusaidia sana sana, akisikia vitu vimepanda huwa anasimama na sisi wanateremushako vitu, wanasikia watoto shule, sio hakuna kama malipo ya shule, huwa papa anasimama nasimama sisi. Kweli pasa rahisi, huwa papa natupikania usiku na mchana. Tumehusunika sana, kama mtu kama mimi, kijana wangu ameoa wa Kisumu, kijana wawili, mmoja ameoa Omabei, mmoja ameoa Mapei Siaya ni kama upande mwingine Raila ni vasakwa yangu vasakwa yangu mupendwa, lakini atembee salama. Mimi ningependa kusema kwamba taarifa hii nimeipokea kwa mshangao na ni taarifa ambayo tunaweza sema kwamba ni ya huzuni, kizingatiwa kwamba uh, mheshimiwa Raila Odinga amekuwa mstari wa mbele katika pigania demokrasia nchini Kenya. katika salamu za rambirambi wananchi mbalimbali wamesisitiza umuhimu wa kuenzi maono yake, huku wakitoa wito kwa viongozi wachanga ndani ya ODM, wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi na katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna kuhakikisha kuwa wanabeba ajenda za chama na kuendelea kutetea maslahi ya wananchi. Ndugu yetu Sifuna, mtoto wetu wa hapa Bungoma, Sifuna, popote ambapo utakapoona taarifa hii ama kusikia habari hii, tunataka usimame wima. Tunataka uchukue mantle ya Western mzima, ile spirit ambayo ulikuwa nayo, uendelee na hiyo spirit, vile ambavyo ulikuwa unasema mzee amekuwa role model, uchukue hiyo mantle. Western mzima imekuangalia, Sifuna, penye utakaosikia ujumbe. Kiongozi wa upinzani mwenda zake Raila Odinga alizaliwa mnamo mwaka 1945 na ameaga dunia mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 80. Raila alikuwa akipokea matibabu nchini in India. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.